Vizuri umefika. Unaonekana unajali sana muda. Kijana mzuri, nimeipenda tabia yako, ila sasa kuna tatizo. Tatizo gani? Mbona tumekubaliana vizuri kwamba tukutane hapa ili unisikilize sasa, na mbona mimi sielewi kinachoendelea hapa? Kijana, kuna tatizo kama nilivyosema, au kuja peke yako iwe kulingana na makubaliano ya kuonana kwetu, hali ambayo inanipa wasiwasi. Sikiliza kijana, mwanamke uliokuja naye ni nani, na kwa nini umekuja naye? Epuka kunidanganya. Mwanamke gani? Bonge <laughs> mama, mbona mi nipo peke yangu, sijaja na mtu yoyote? Kweli tena siudanganyi. Ah, Makoti, mimi siyo mtoto, ila kama umeona hivyo, basi sipo tayari kuacha mirasa. Mlango upo wazi, sasa fungua uondoke. Hatuwezi kukutana kwa njia hii, nina njia yangu

Kisa chako kinaumiza sana rafiki yangu. Na mimi uwezo wa kusaidia kwenye hili sina, na unajua, toka chuo mi ni mwoga sana. naweza kusaidia makazi tu kama jinsi ulivyoniomba. Ninashukuru sana kwa sababu nilikuwa nahitaji sehemu ya kulala na pesa kidogo kisha mingine nitafanya mwenyewe sawa. Mimi nitakuwa nalala kwa rafiki yangu hizi siku mbili tatu. Wewe utaishi hapa mpaka hapo utakapoona unahitaji kuondoka. Nitakuwa nakuja kukujulia hali. Asante sana rafiki yangu, umekuwa msaada mkubwa sana kwangu. Endelea na moyo wako huo huo. Mimi sina cha kulipa, ila Mungu atakulipa. Basi acha nichukue vinguo vyangu kadhaa kwa ajili ya kubadilisha siku mbili tatu. imekuja na taarifa mbaya kiukweli. Mume wako, na nyinyi watoto, baba yenu ameamua kufa, kuwaacha katika mikono yenu. <laughs> Unazani mimi ni kichaa? Mimi sio kichaa, bali dunia imenifanya kuwa kichaa. Lengo la mume wako ilikuwa ni kukutoa katika mikono yangu, lakini ameshindwa kunisaidia kukamilisha kazi yangu, amekimbilia kufa. So mimi nitawaacha hapa, mkishindwa wenyewe kujitoa kwa kushindwa kufungua mlango mtajijua wenyewe. Lakini Neri, mbona mi na watoto wangu watujakukosea chochote? ina maana tulichokifanya sisi ni dhambi kubwa sana? Alafu, hata kama haiwezekani mimi kupata msamaha na familia yangu, wachia watoto wangu waende, nibaki mimi hapa na kuomba. Tafadhali jamani, oh, mimi na watoto wangu nitafanya nini? <laughs> oh. <laughs> nisikilize utajua wewe na watoto wako. Kwanza mume wako anahusika kunipotezea kila kitu katika maisha yangu. <tipa> Wanangu, sikilizeni hapa. Tunagawanyika, sawa? Lengo kubwa kumtafuta Makoti na msichana mmoja anaitwa Neli. Tumeelewana? Tumeelewana? Ya, ya tunachelewa mzee. Haya, kila mtu na njia yake. Baridi. Ah, cheupe. Karibu ndani. Asante, nimechelewa sana kazini, nikitoka nitaingia, ila kwa sasa naomba unisikilize kwa makini mpenzi wangu. Niambie. Baba anataka mahari yake, la si hivyo ataniuzisha kwa mwanamume mwingine, na mimi siko tayari. Sijui utafanyaje, kama ni huba bora ukope. Uh, sasa fanya hivi wewe nenda kazini, jioni ukirudi nyumbani

amini mimi. Ondoke kwa sasa, mambo yako mazuri, tutarudi. Kwa ajili yako niko tayari kuondoka bila ruksa. Bila ruksa vipi wakati mimi mali nimeshatoa? Hapo hapo. Pesa za mali ulitoa wapi? Nasema tutaongea. Hebu fanya kwanza tuondoke na leo lakini. Pesa. Kuja nikashukie vitu vya muhimu na kuja nisubiri hapa dakika moja. Changamko, changamko. Unajua

Kila sura ya tima ya mapenzi, Kama upo na mimi, siwezi kukuacha kwa sasa. Mtu hakikisha tunalimaliza ili kwanza, mama. Sawa, mbona sielewi? Mbona kila kitu kwangu kimekuwa sifuri? Makuti wangu yuko wapi? yuko hai ama amekufa? Si rahisi kusema kuhari, kwa heri kwa mtu ambaye moyo wangu bado unamlilia. Alichia maswali na majibu aliyobeba karibuni. Lakini ni nani anayofanya yote haya? Kosa ni kuruhusu Neli kuwa hai baada ya kurudi kutoka nje nchi. Limeonekana bua na lisafishi na, na, na wafanyakazi wetu wa msimu uliopita kama hawafai wapotezwe, ikiwezekana ubaki wewe peke yako, maana mama Duchu na wengine wameuawa na Neli, na hii yote anafanya kwa ajili ya kulipa kisasi chake bila shaka. Ndiyo bosi, nipo tayari kufuata utakachosema. Msimu wa pili unatakiwa kuanza, na hazina zetu kule kijijini zinatakiwa zitolewe, zisambazwe katika majumba yetu ili zituingizie pesa. Tafuta wafanyakazi wapya na hakikisha awamu hii hatokei Neli mwingine, na huyu Neli anatakiwa afe. Dio bosi, unaweza kuondoka. Kabla sijaondoka bosi, nahisi kuna watu wawili walikuwa wanatufuatilia. Ni adhabu gani utapenda niwapatie? Mm, naamini unaifahamu adhabu niipendayo. Mna shida bosi? Sterling Makoti. Naitwa Duchu hapa. Kwa majina anaitwa Tariq Ramazani. Ni director wa tamthilia hii ya Sifuri. Ah, nashukuru sana mashabiki zetu kwa kuipokea tamthilia yetu ya, ya Sifuri msimu wa kwanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Pia naomba ni mjiandaye kwa kupokea Sifuri msimu wa pili, maana nataka nitambe katika huu msimu wa pili. Moto unawaka. Kuja na drama kali, majonzi eh, mtafurahia. Nimepiga picha kali sana engo tamu na sini za kutazamwa mara mbili mbili. We Kicheche, kama unanisikia, kaa chonjo, maana hii vita ni ya heshima na mapenzi. Na sasa tunakuja tena na msimu wa pili, tumeboresha zaidi, tumejifunza kutokana na nyie mashabiki. Pia na kuhusu dakika, tunalifanyia kazi, tutaongeza hivyo vitu. Usikose kuangalia msimu wa pili. Nimefanya mabaraa makubwa sana, mashabiki zangu, musikose katika huu msimu wa pili. Naomba sana mwendelee kutusapoti, mashabiki zangu, tunawapenda sana. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa na yakiwa magumu sana <tipos>